Je, unafikiri mechi inafanyika kwenye mazingira kama yale, soka la afrika litakuwa linatafsiriwa vipi huko nje Europe wanakoona, wanaona uwanja matope kabisa, tunatafsiriwa vipi? Hii ni baada ya uchunguzi, watu wamejiridhisha kwamba huu uwanja bado hauko tayari. Tunajiroga wenyewe wa Tanzania, tukubali kwamba, bwana, huu uwanja unatakiwa kufanyi, kufanyiwa marekebisho, sio maneno kwamba tumefanya hichi tumefanya hiki, uwanja ukamilike kwa asilimia mia moja and then pelekeni taarifa kafu kwamba uwanja uko tayari. Waje watu wapime waone uwanja uko tayari kafu. Nafikiri wanaiana hawana iana wanawafungulia. So tumi changamoto ni sisi wa Tanzania, mi hata kafu sitaki kuwalaumu wana sijui propaganda sijui nini, lakini kimsingi ni sisi wenyewe wa Tanzania hatujaamua hili jambo